Daraja la Magufuli Kigongo Busisi ni mojawapo ya miradi muhimu ya miundombinu nchini Tanzania, linalofanya kazi ya kuunganisha maeneo mawili muhimu, Kigongo na Busisi, katika mkoa wa Mwanza. Ujenzi wa daraja hili umeleta mabadiliko makubwa katika usafiri, biashara, maendeleo ya jamii na kuimarisha uchumi wa eneo hili la Ziwa Victoria. Daraja la Kigongo Busisi lilizinduliwa rasmi na rais wa awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli tarehe 23 Agosti 2020. Ujenzi wa daraja hili ulikuwa mojawapo ya ahadi zilizotolewa na serikali ya Rais Magufuli akilenga kuboresha mtandao wa usafiri nchini. Ujenzi ulijumuisha teknolojia ya kisasa na vifaa vya uhakika. Daraja la John Pombe Magufuli Kigongo Busisi ni moja ya miradi mikubwa ya miundombinu nchini Tanzania likiwa na urefu wa kilomita tatu nukta mbili. Ujenzi wake ulianza chini ya uongozi wa hayati John Pombe Magufuli, lakini Rais Samia Suluhu Hassan ameendeleza juhudi za kukamilisha mradi huo mkubwa wa kimkakati, mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa. Huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda uh, wa kanda ya ziwa, lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko. Walikuwa wanapoteza zaidi ya saa nne kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni mia saba mpaka kukamilika. Ni jambo kubwa la neema, nimeona niwalete hapa waandishi wa habari ili muone kazi kubwa iliyofanywa na serikali, ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati, daraja kubwa namba sita barani Afrika. Ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza hapa. Ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa, ni kupitia daraja hili na daraja letu ni daraja ambalo litakuwa na uhai mrefu wa miaka mia moja. Mia moja. Uhai wa hili daraja ni miaka mia moja na likiendelea kuboreshwa maanake tunaweza tukapata uhai wa zaidi hapo. Miaka mia moja mimi na nyinyi wote hatutakuwepo. Ni moja kati ya miradi mikubwa ya ukanda huu wa Ziwa na uwezo wake wa kupitisha mzigo hapa ni tani mia moja na sitini. Serikali ya awamu ya sita wakati inaingia madarakani ujenzi wa daraja hili ulikuwa asilimia 25 awamu ya sita chini ya mheshimiwa rais dr samia suluhu hassan imekamilisha mradi huu hili ni daraja refu zaidi katika ukanda wa afrika mashariki likiwa na urefu wa kilomita tatu nukta mbili daraja hili linaunganisha mikoa ya mwanza na geita linaloleta maendeleo makubwa kwa wakazi wa kanda ya ziwa katika afrika mashariki na kati daraja hili linataja kuwa miongoni mwa madaraja marefu zaidi likipita juu ya ziwa Victoria na leo vya ya juu, inayoweza kuhimili magari makubwa, na hivyo kuruhusu usafirishaji wa bidhaa na watu kwa urahisi. Sifa hii inarahisisha biashara kati ya kisiwa cha Ukerewe na maeneo mengine, na hivyo kuchangia ongezeko la biashara na uchumi wa eneo hilo. Mchango wa daraja katika maendeleo ya jamii na uchumi: urahisishaji wa usafiri. Kabla ya ujenzi wa daraja hili wasafiri walilazimika kutumia kivuko, ambapo iliwachukua muda mrefu kuvuka kati ya Kigongo na Busisi, jambo lililosababisha ucheleweshaji na hatari katika usafiri. Hivi sasa usafiri umeimarika sana, ambapo magari yanapitishwa kwa urahisi na safari zimekuwa za haraka na za usalama zaidi. Kuongeza fursa za kazi. Ujenzi wa daraja hili umeleta ajira nyingi kwa wananchi wa eneo hilo, kuanzia wakati wa ujenzi na pia katika huduma zitokanazo na usafiri mpya. Biashara kama vile migahawa, maduka na vituo vya mafuta vimeibuka karibu na daraja, ikiongeza fursa za kiuchumi kwa jamii. Kuimarisha biashara: kutokana na urahisi wa usafiri, biashara kati ya maeneo haya mawili imeimarika. Watu sasa wanaweza kusafirishwa kwa urahisi na bidhaa kuuzwa bila vikwazo, hivyo kuongeza mauzo na kuimarisha uchumi wa ndani. Mabadiliko ya kijamii. Daraja la Magufuli pia linachangia katika kuimarisha ushirikiano wa kijamii na utamaduni. Watu kutoka maeneo tofauti sasa wanaweza kukutana kwa urahisi, kubadilishana mawazo na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, hivyo kuimarisha umoja na mshikamano. Changamoto za baada ya ujenzi. Licha ya faida nyingi zilizoambatanishwa na daraja la Magufuli, bado kuna changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa. Mojawapo ni ulinzi wa daraja na miundombinu iliyozunguka ili kuhakikisha inadumu kwa muda mrefu. Aidha, kuna umuhimu wa kuimarisha huduma za usafiri kama vile magari na usafi wa mazingira ili kuendana na ongezeko la watu na shughuli za kiuchumi. Daraja la Magufuli Kigongo Busisi ni alama ya maendeleo katika sekta ya usafiri na miundombinu nchini Tanzania. Lina mchango mkubwa katika kuimarisha uchumi na maisha ya watu wa eneo hilo. Kwa kutatua changamoto zinazokabiliwa, daraja hili linaweza kuwa mfano mzuri wa jinsi miundombinu bora inavyoweza kuboresha maisha ya wananchi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Serikali na wadau wanapaswa kuendelea kuwekeza katika miradi kama hii ili kuhakikisha maendeleo endelevu.